Swali la kwanza. Mshowe alifumba macho akaomba, alimwomba Mungu amwepushie mabaya kokote alikokuwa. Alimwomba asiruhusu mauti au hatari yoyote kumkaribia, bado alimuhitaji hata ingawa alimtupa kama tambara mbovu. Tusome sehemu hiyo ndiyo, tueleze muktadha Mwishowe alifumba macho akaomba, alimwomba Mungu amwepushie mabaya kokote alikokuwa mumewe, alimwomba asiruhusu mauti au hatari yoyote kumkaribia, bado alimhitaji hata ingawa alimtupa kama tambara mbovu. Wanawe pia walimhitaji, bora awe baba mtu tu, wamwite baba. Alipofumbua macho alivitazama vitu vilivyokuwa mbele yake, akali tu ya vitu. Hii ndiyo iliyokuwa milki yake na wanawe, majeruhi wa jamii, fakiri wa kuomba wapita njia, Magwasha. Aliwatupia tena wanawe macho, machozi alianza kumtiririka njia mbili. Aliwaza jinsi atakavyowalisha siku hii ya Mungu. Kwa hivyo ukiulizwa eleza muktadha wa maneno haya, unasema nani anazungumza, anamwambia nani, mahali ni wapi. Hivyo tayari tumeona pale maneno ni ya msimulizi. Ni ya msimulizi anaelezea, ni msimulizi. Kwa hivyo maneno haya ni ya msimulizi, anamtaja Magwasha, au unaweza kusema anazungumzia Magwasha, anamtaja Magwasha na pia huyu msimulizi anamtaja mumewe Mrima aliyepotea ulevini, anamtaja mumewe Mrima aliyepotea ulevini. Kwa hivyo Magosha hapa yuko kanisani, yuko kanisani. Mahali ni wapi? Kanisani ambako alikuwa ametorokea na wanawe baada ya kijiji chao kuchomwa moto. unaweza kusema huyu ni msimulizi au ni mwandishi? Nilikuwa pia pale nataka kuona, kwa kuwa unataja anataja nani? Anataja magwasha na pia anataja mumewe magwasha ambaye ni mlima ambaye amepotelea wapi? Ulevini. Hoja ya tatu ilikuwa hapo kwa mlima, kisha magwasha. Magwasha yuko wapi? Yuko kanisani, na walikuwa hapa wametorokea hapa na wanawe, baada ya kile kijiji chao kuchomwa moto na- unazoa alama nne. Swali la baa, tambua fani mbili za lugha katika dondoo na uzitolee mifano. Fani ni mbinu za lugha ambazo zinaonekana pale, mwishowe alifumba macho akaomba, alimuomba Mungu, amwepushie mabaya kokote alikokuwa, alama za duku, alimwomba asiruhusu maiti alimwomba asiruhusu mauti na hatari yoyote kumkaribia, bado alimuhitaji hata, ingawa alimtuma, alimtupa kama tambara mbovu. Nilikuwa nafikiria pale moja kwa moja. Unaona, kwanza tashbihi, na lazima ukisema tashbihi lazima utoe mfano wa ile tashbihi ni gani. Tashbihi pale mfano ni alimtupa kama tambara mbovu. alimtupa kama tambara mbovu. Pili, kuna takriri. Takriri pia unaweza kuita urudiaji. Na ni maneno yapi yamerudiwa pale? Alimwomba, alimwomba, na kurudia rudia. Kisha kuna tashihisi au uhaishaji tashihisi au waishaji. Na tashihisi au waishaji ni kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Tashihisi ni asiruhusu mauti au hatari yoyote kumkaribia, asiruhusu mauti au hatari yoyote kumkaribia Mauti hawezi kukaribia mtu. Mtu anaweza kukaribiwa na mtu mwingine pia. Ukiangalia ukirudi pale kwenye dondoo tena, utaona pale mabaya kokote alikokuwa pale, hata kuna nini? Zile alama za dukuduku zinaonyesha nini? Kuna mdokezo. Swali linalofuata, tambua maudhui katika kifungu hiki. Ilikuwa maudhui, swali la pili. Hapana, kulikuwa na swali la cha pale.